Yes, mambo vipi? Pakomezuzwa mchezaji wa Yanga ameweka historia nyingine. Unajua sasa hivi eh, timu za taifa nyingi zimeita kikosi kwa ajili ya eh, kalenda ya FIFA. Sasa Pakome Zuzwa ndiye mchezaji pekee kutoka Afrika aliyoitwa kuitibwa taifa ya Ivory Coast. Pakome Zuzwa ndiye mchezaji pekee ambaye anachezea Afrika kwenye taifa la Ivory Coast ndio kaitwa kwa timu ya taifa lakini, wengine wote wanaobakia wanatoka Ulaya. Ni bonge la historia na inaonesha kiasi gani Pacome uwezo wake ni mkubwa. Kama waza wote wanacheza Ulaya, wewe peke yako ndo unatoka Afrika. Wamelizika na kiwango chake na no, wameona yes, ana deserve kuitwa timu ya taifa kiukweli. Pacome zuzwa. Yes, uwezo wake ubora wake hakuna sejua. Unajua hapo wakati nyuma alikuwa anaitwa, lakini waafrika walikuwa wawili watatu. Safari hii yuko peke yake kwenye timu ya taifa ya Ivory Coast, ambaye anachezea ligi ya Afrika kweli. Yanga wamepata mchezaji kabisa, huo ndio kweli. Yani, kocha timu wa timu ya taifa ya Ivory Coast ya mwite Pacome peke yake, kuna kitu kakiona kwake, kwa maana kwa pongezi kubwa sana kwa Yanga, pongezi sana, pongezi kubwa sana kwa mwenye Pacome zuzwa kwa ubora mkubwa anaoonesha.